Yes, kuna baadhi ya watu pia huenda clubs, eh bwana, huenda kwenye sehemu za starehe lakini pia kuweza kuruka majoka na hii ni mara baada ya kila mmoja kuwa na eh, eh, hamu ya DJ fulani kwamba eh bwana mimi nampenda DJ Sama, mimi nampenda DJ Zero, mimi nampenda DJ Misondo lakini pia mimi nampenda mwisho mwishizo. Eh bwana imekuwa ni noma sana lakini sasa imekuwa ni tofauti mara baada ya eh, padri mmoja kutokea eh bwana huko Vatican kuonekana kwamba yeye ni kiongozi wa dini, lakini pia anashika mashine ya DJ yaani kama kawaida na vitu vingine vinakuwa Ena poa zaidi. Sasa si kawaida pia kuweza kumuona padri eh bwana wa Kanisa Katoliki akiwa DJ kwenye tamasha la muziki lakini pia akipewa ruhusa na Vatican. Na alikuwa amevaa kabisa na ile alama ya kuonyesha kwamba yeye ni padri na masuala mazima ya kimungu pia yakiwa kwa upande wake. Lakini sasa padri ambaye anafahamika kwa jina la Guilherme Peixoto pia kutokea huko nchini Ureno anafanya mambo tofauti, lakini pia ameweza kuchanganya muziki wa kisasa na imani ya Kikristo, akileta furaha kwa watu kupitia muziki wa aina ya rave, ambao wenzetu wanaita muziki aina ya rave. So alianza kufanya hivi wakati wa corona, ili kuweza kufikia watu wengi zaidi. Sasa ameweza kuzunguka duniani kote, lakini pia kuweza kufanya matamasha Ibizo, Mexico, lakini pia hata kanisani, na lengo lake likiwa ni moja tu. Alisema kwamba nataka kufanya watu vizuri na kuwapa watu tumaini. Muziki ni njia yangu ya kuleta mwanga. So kwa upande wake anasema muziki ni kitu ambacho pia naamini kwamba watu wengi wataweza kupata mwanga aidha wa kitu fulani na vitu vingine vinakuwa poa. Unafikiri ni ni padri gani ambaye wewe unaweza kumjua kutoka hapa Tanzania akaweza kufanya kufanya kitu kama hiki, au je, ni vizuri kwa kwa watu hao viongozi wetu wa dini kuweza kufanya mambo haya na ku, ku, ku, ku act like DJs na kupiga nyimbo za za, eh, za kijamii lakini pia tunasema nyimbo za kidunia kwenye matamasha tofauti tofauti ambayo kama anavyoyafanya e, mshikaji huyu kutokea huko e, bana Mexico ameweza kufanya show, pia na masuala Vatican pia aliweza kufanya na muziki wao, unaitwa kwa aina ya rave, lakini mshikaji anatokea e, huko Ureno. Drop maoni yako, ametisha kinoma noma. Na hii ni sawa sawa, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu kijamii kama Facebook, Instagram pamoja na X, bila kusahau YouTube ukisubscribe, kusahauy uki atakometisha kinoma noma ciao.